Yeah, naitwa Scott Beatz touchy touch Abo touch, kutoka Safination Music. Ni producer halari kabisa wa Safination Music uh, We ni cheki kwa namba yangu ya WhatsApp ambayo ni sefuri saba kumi kumi na tatu sitini na tano ishirini na tisa. Itakuwa umetisha kinyama nyama. Kwa mahitaji ya plugin ya aina zote unayohitaji itaji weo, unaweza kunicheki. Na unaweza kuipata kwa bei nafuu Na rahisi sana. Sasa nimewaletea mawaletea plugin hapa. Inaitwa Nuro Nuro, hii inaitwa Nuro. Ni plugin mzuri kabisa uh, ambayo iko bando uh, inaitwa Nuro Audio Complete Effect. Hii ni plugin mzuri kabisa kufanya mixing lakini pia kama unataka kufanya mastering, uh, twende tukaangalie preset zake hii plugin alafu tuone. Uh, hii plugin ni hii hapa. Inaitwa Nuro. Uh, inaitwa Nuro Audio. Okay. Uh, hii ni plugin ambayo unaweza ukachagua preset hapa Uh, voco kachagua hapa unataka kufanya nini, ukachagua hapa lakini pia kama utaki kufanya hii peke yake, uh, unaweza ukachagua hii yenyewe. Ina autotune x pinch ni kama autotune ambayo ni hii hapa, iko vizuri, lakini pia ina preset zake, unaweza ukachagua preset. Tumelaisishiwa hii plugin uh, lakini pia ina compressor, ina, compressor, uh, ina extract maxi ambayo ni hii hapa, ina extract modi hiyo hapo, ina extract flow ambayo ni complete hiyo, unaweza kufanya mixing kwa kutumia hii peke yake. Aa, ina saturation kama unavyoona, ina dynamic na compressor moja kwa moja hapa, transient shaper, lakini pia ina tony, ina equalizer hapa chini, high mid low. Aa, ina base na kila kitu hapa chini, lakini pia ina modula ambayo hii uh, hapa chini inobu yake unakuta ina modi ina drift na ina analog uh, lakini huku pembeni unakuta maximizer uh, unaweza ku mix kwa kutumia hii plugin peke yake, lakini pia unaweza kuchagua preset hapa utazozihitaji wewe kufanyia mixing yako ikawa iko vizuri. Uh, lakini pia wamekuwekea track set hii hapa extract set, wakakuwekea extract tone hawaja uh, kuacha bure wakatuwekea extra transient hii hapa uh, wakakuwekea cylinder okay. Cylinder hao jamaa wako vizuri, wanaitwa Nuro Audio Complete, wako vizuri uh, uh, hii plugin uh, walitoa ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa hii hapa. Hii uh, ni ya pili, walitoa ya kwanza nakumbuka, lakini wakaja wakatoa ya pili wakafanya maboresho Uh, wakaboresha ina dynamic ina complex hapa ina tone ambayo ina na equalizer kabisa, lakini ina space ambayo ina reverb na ina delay, uh, na huku ina ina SFX pinch wide huku, uh, na pia ina preset, lakini wameamua kutolea sasa toleo mpya la ya hii plugin ambayo ndio hii hapa sasa. Aa, uh, lakini unaweza ukafanya mixing kwa kutumia baa moja moja ambayo wewe utaitaka preset moja moja, kwa mfano de-esser ukatumia de-esser peke yake Uh, ukasema mimi nataka nitumie compressor peke yake, ukatumia compressor peke yake uh, ukasema nataka nitumie tony peke yake, ukatumia tony na equalizer haina shida, ni plugin mzuri mzuri mzuri kabisa, haina shida. Wewe ni cheki, tuko na namba wa 0710 136 529 njoo WhatsApp, tufanye biashara, tuzungumze. Pia hapa hii plugin yetu hatujachwa hivi hivi, tukawekewa tukawekewa delay na reverb, tukawekewa delay katika hii program yani tunamaliza kila kitu oh, kwa na reverb kila kitu, lakini baba yao ni hapa Xpinch. Hii ni baraa mzee, hii ni mashine. Hii hapa wewe ni cheki kwa nambari ya simu ya 0710 136 529, namba yangu ya WhatsApp. Uh, kuipata hii plugin na kupata plugin nyinginezo yoyote ambayo utahitaji plugin ambayo inahusiana na masuala ya studio, we ni cheki tu namba hiyo. Naitwa Scott Beatz Touch Touchable, kutoka Safination Music, ni producer halali kabisa, karibu.